Katika siasa za Mashariki ya Kati jina la Ayatola Ali Khamenei limetajwa mara kwa mara, hasa tangu kuanza kwa vita vya Iran na Israel Juni kumi na tatu. Na pengine unajiuliza huyu Ayatola ni nani na ana nguvu au ushawishi kiasi gani inapofikia siasa za Mashariki ya Kati? Ayatola Ali Khamenei ni kiongozi wa juu wa Jamhuri ya Kiislamu nchini Iran. Alianza kuliongoza taifa hilo mwaka 1989 baada ya kuchukua uongozi alipofariki kiongozi Ayatola Ruhollah Khomeini. Hayo yote ni baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Mtazamaji na msikilizaji wa RFI Kiswahili, kando na hayo yote Ayatollah ndio mwenye madaraka makubwa ifikiapo kuliongoza jeshi, serikali, bunge, mahakama na hata vyombo vya habari. Pia ndiye kamanda mkuu wa majeshi ya Iran, ikiwemo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, chombo chenye ushawishi mkubwa ndani na nje ya nchi. Katika miaka ya uongozi wake, Khamenei ameiongoza Iran kupitia vita vya Ghuba, vikwazo vya kimataifa, maandamano ya ndani, na mivutano ya kidiplomasia ya kijeshi. Lakini ni msimamo wake dhidi ya vita vya Israel unaoibua taharuki. Khamenei anaitaja Israel kuwa ni uvamizi haramu wa ardhi ya Kiislamu, na anaunga mkono makundi kama Hezbollah na Hamas, ambayo ni wapinzani wakubwa wa taifa hilo. Kwa Khamenei, mgogoro wa Israel si swala la mipaka tu bali ni la kiimani na kimkakati. Chini ya usimamizi wake, Iran imekuwa mstari wa mbele katika kile anachokiita kupinga dhulma ya kimagharibi. Khamenei anataja vita hivyo kama uvamizi wa ardhi ya kiislamu ya Iran. Licha ya changamoto, ufuasi wake bado ni mkubwa miongoni mwa wafuasi wa mfumo wa Kiislamu, na kwa sasa jina lake linabaki kuwa na uzito mkubwa katika siasa za kimataifa. Kumwelewa Ayatola Ali Khamenei ni kuelewa siasa, dini na mapambano ya kiitikadi yanayoendelea kuunda hatma ya Mashariki ya Kati.